Mji wa Bogodukhiv ni miongoni mwa maeneo ya Ukraine ambayo kwa siku za hivi karibuni yamekuwa yakilengwa na mashambulizi ya Urusi, hasa katika sehemu za miundombinu ya usafiri na nishati. Kulingana na, u... na ujumbe wa ufuatiliaji wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Ukraine ni kwamba takriban watu 15000 wameuawa tangu Urusi ilipoivamia nchi hiyo Februari mwaka 2022 na licha ya juhudi mbalimbali mbali za kuvimaliza vita hivyo vya karibu miaka minne bado nchi hizo mbili zimeendelea kushambuliana. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bon. Abuja, kamandi ya jeshi la marekani ya afrika imesema kwamba Marekani itapeleka wanajeshi mia mbili nchini Nigeria kutoa mafunzo kwa jeshi la nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika katika mapambano yake dhidi ya makundi ya kigaidi. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kwamba kupelekwa kwa wanajeshi hao kutaongeza idadi ya timu ndogo ambayo tayari iko nchini Nigeria ili kusaidia katika kutoa mafunzo, mwongozo wa kiufundi na kufanya mashambulizi. Utawala wa Trump umekuwa ukisisitiza kuwepo kwa matukio ya kulengwa na kuuliwa kwa Wakristo nchini Nigeria, ingawa Nigeria yenyewe imekuwa ikikanusha madai hayo na kusema kwamba jamii zote mbili za Wakristo na Waislamu ni wahanga wa matukio hayo ya kigaidi. Kwa miaka mingi, Nigeria imekuwa ikipambana na makundi ya kigaidi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ambayo yamekuwa yakiua, yakiteka nyara, kupora na kudai fidia. Na hatimaye, kandanda, klabu ya soka ya Freiburg ya hapa Ujerumani imefuzwa hatua ya nusu fainali ya kombe la Ujerumani la DFB Pokal baada ya kupata ushindi wa penati nne kwa tano kwa nne dhidi ya hata Berlin usiku wa kuamkia leo, kipa wa Freiburg Florian Muller aliyokuwa mkwaji wa penati wa Pascal Clemens katika uwanja Olympia Stadion mjini Berlin na kuisaidia timu yake hiyo kupata ushindi muhimu. Hii leo, mabingwa wa kihistoria wa michuano hiyo Bayern Munich watawakaribisha RB Leipzig katika mchezo wa mwisho wa hatua ya robo fainali. wiki iliyopita mabingwa watetezi wa kombe hili Stuttgart na Bayer Leverkusen walitinga katika hatua hiyo ya nusu fainali. Droo ya mechi zijazo itafanyika Februari 22 huku mchezo wa fainali ukifanyika katika mji wa Berlin siku ya Mei ishirini na tatu. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Kiswahili. Mimi ni DW dunia yetu leo asubuhi. Naam, baada ya kuipokea taarifa ya habari kutoka kwake mwenzangu Suleiman Mwiru, karibu sasa msikilizaji, kwenye dunia yetu leo asubuhi. Na kwa muktasari tu, taarifa tulizokuandalia ni pamoja na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu afanya ziara nchini Marekani Serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatoa wito kwa wananchi kusambaza ujumbe wa amani na mshikamano wa kitaifa; na Ethiopia yaelezwa kuwa imeweka kambi ya siri ya kutoa mafunzo kwa maelfu ya wapiganaji wa kundi la wanamgambo la RSF linalopambana na jeshi rasmi la nchi jirani ya Sudan. Msikilizaji usibanduke, baki nami hadi tamati. Tuanze na ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye amesema katika ziara yake nchini Marekani, kwanza kabisa atajadili na Rais Trump juu ya swala la Iran, lakini Ghaza pia imo kwenye maswala yatakayojadiliwa mwenzangu Suleman Mwiru amefuatilia ziara hiyo na ametuandalia ripoti hii. hii ni ziara ya sita kwa waziri huyu mkuu wa Israel nchini Marekani tangu kurejea kwa Trump katika ikulu ya White House mwaka mmoja uliopita. Trump na Netanyahu walikutana pia mnamo Oktoba mwaka uliopita, wakati Trump alipotangaza kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Mkutano huu unakuja siku chache baada ya ule uliowakutanisha wanadiplomasia wakuu wa Iran na Marekani nchini Oman, ambapo Trump alisema duru nyingine ya mazungumzo baina yao itafuata katika siku zijazo, lakini bila kueleza mahali na tarehe kamili ya mkutano huo. Netanyahu na Trump wanakutana huku kukiwa na ukosoaji kima wa kimataifa unaozidi kuongezeka kuhusu hatua za Israel za kuimarisha udhibiti wake katika eneo la Palestina inalolikalia kimabavu la Ukingo Magharibi. Itakumbuka kwamba siku chache zilizopita baraza la mawaziri la usalama la Israel liliidhinisha hatua mpya zinazolenga kuimarisha udhibiti wa Israel katika eneo hilo la Kipalestina. Hata hivyo, bado haijulikani wazi ikiwa suala hilo litaibuliwa katika mazungumzo yao ya leo, licha ya hapo awali Trump kuonyesha wazi upinzani wake kuhusu hatua hizo za Israel katika eneo hilo la Ukingo wa Magharibi. Ofisi ya yani Netanyahu ilisema mkutano huu sio tu kwamba utaangazia mpango wa nyuklia wa Iran lakini pia utagusia wasiwasi wao kuhusu silaha za makombora za Iran. Israel imeongeza katika taarifa kwamba lazima makubaliano hayo yajumuishe Iran kupunguza mipango yake ya makombora na kuacha kuyasaidia makundi ya wanamgambo kama vile Hamas na Hezbollah. Hadi sasa Iran imekataa kupanua wigo wa mazungumzo yake na Marekani zaidi ya suala la nyuklia, ingawa Washington pia inataka mipango ya makombora ya balistik ya Iran na uungaji wake mkono kwa makundi wanamgambo iwe mezani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran alionya hapo jana kwamba ziara hii ya Netanyahu itakuwa na ushawishi mbaya kwenye diplomasia na inaweza kuwa na athari mbaya katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Wasiwasi wasi wa Israel uliongezeka zaidi wakati wa vita vya siku kumi na mbili kati yao na Iran mwaka uliopita, na tangu wakati huo maafisa wa Israel wameonya mara kadhaa kwamba uwezo wa makombora ya Iran ni tishio kwa usalama wake. Wakati wa vita hivyo, Iran ilirusha kwa mfululizo makombora ya balistic na makombora mengine katika eneo la Israel na kushambulia maeneo ya kijeshi ya kiraia na kufanya uharibifu mkubwa. Marekani baadaye ilijiunga katika mashambulizi hayo kwa upande wa Israel na kushambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran kabla ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Trump kuanza kufanya kazi. Shukran sana mwenzangu Suleman Mwiro. Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali imetoa wito kwa wananchi usambaza ujumbe wa amani na mshikamano wa kitaifa wakati mapigano yanaendelea mashariki mwa nchi hiyo. Serikali inasisitiza kwamba jamii ya Banyamulenge ina nafasi kamili ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sio nchini Rwanda. Biobe Malenga na ripoti kamili. Wakati mapigano yanaendelea mashariki mwa nchi, mvutano wa kikabila unazidi kuongezeka. Waziri wa mawasiliano na msemaji rasmi wa serikali ya DRC Patrick Muyaya alisisitiza hatua madhubuti zilizochukuliwa kulinda raia, ikiwemo mifumo ya kupambana na kila aina ya ubaguzi. Kauli za umma kwa mujibu wa serikali, zinapaswa kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa. Waziri anakumbusha kwamba jamii ya wanyamulenge ina nafasi kamili ndani ya DRC na sio nchini Rwanda. faut savoir République est le. Kwanza ni lazima tujue kwamba rais wa jamhuri ndiye ngao ya kwanza dhidi ya kila aina ya ubaguzi. Tunahakikisha kwamba hotuba za umma zinakuza mshikamano na umoja wa kitaifa. Banya Mulenge wana nafasi yao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sio Rwanda. Na je, wito huo umepokelewa kwa namna gani na raia wa Kongo? Baadhi yao hapa wanaelezea. Ah, kwa miaka mingi jamii yetu ya Banya Mulenge imekuwa ikibaguliwa na wanasiasa kwa misingi ya ukabila, hata kunyimwa uraia wa Kongo. Rais Chisekedi amewaonya mara kwa mara hizi genge za wale wanaochochea chuki dhidi ya Banyamulenge, na tumemshukuru mara nyingi kwa hili. Maoni yangu ni mzuri ya guvernema ikofaa kusensibiliza watu kuacha chuki, lakini wanakamata tu kote mwa Banyamulenge njo wanatetea zaidi, wanaacha bengine. Haiko tu Banyamulenge njo wako waviktimu. Kwanza Banyamulenge ndio penye vako waleta fuyo sana juu evo njo wako bagua, Babembe Banyindu Bavira na bengine. Bangi angalia hiyo wasikamati tu wazanie Wanyamurenge njo wako wavitime kule chini. Wachambuzi wa siasa za Kongo wanadhani kwamba serikali lazima itafute chanzo cha mgogoro na kuwa waasi wanatumia makabila kama sababu za kuendelea na vita na mazungumzo ndiyo yanaleta suluhu pekee, kama anavyosema hapa Josephat Musamba, mchambuzi na mtaalamu wa makundi ya waasi katika ukanda wa Afrika ya Kati vitu kamba yeye ministri Patrick Muyaya anasababu eh, ni kusema chanzo cha mizozo wa Nyamulengi na magrupe etniki nyingine msafukivu yeye hayajue na inabidi waangalie hapo, na namna gani utaweza kulinganisha ama kujistenge majeshi ya Wanyarwanda na wakombata wa moja wa wenye wa wanakuwa na nasionalite mbili, wanakuwa kama Wanyarwanda pia ni Wakongomani. Jamii ya Wanyamulenge, Wabembe, Wafuliru, Wanyindu, Wateke pamoja na Wayaka ni miongoni mwa waathirika wakuu, sio tu kwa unyanyapaa na ubaguzi, lakini pia maelfu kwa mamia wameuawa na wengine wengi kwa kukimbia makwao. Malenga, DW Kinchasa. Ethiopia imeweka kambi ya siri ya kutoa mafunzo kwa maelfu ya wapiganaji wa kundi la wanamgambo la RSF linalopambana na jeshi rasmi la nchi jirani ya Sudan. Ushahidi wa kuwekwa kambi hiyo umebainishwa kwenye ripoti ya shirika la habari la Reuters na kuonyesha ni kwa namna gani mgogoro wa Sudan unavyohusisha mataifa yenye nguvu barani Afrika na mashariki ya kati. Michael Kwena na ripoti kamili. Vyanzo vinane ambavyo ni pamoja na afisa mmoja mwandamizi katika serikali ya Ethiopia vimebainisha kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ndio mfadhili wa ujenzi wa kambi hiyo ya mafunzo ya kijeshi, lakini pia imetoa wakufunzi wa mafunzo hayo sambamba na msaada wa usafiri kwenda kwenye eneo hilo. Mtazamo wa afisa huyo wa serikali umethibitishwa pia kwenye taarifa ya ndani ya idara ya usalama ya Ethiopia sambamba na vyanzo vya kidiplomasia na kutathminiwa na shirika la habari la Reuters. Kuweko kwa kambi hiyo ni ushahidi wa kwanza wa moja kwa moja unaohusisha Addis Ababa katika vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan, hali ambayo inaonyesha mwelekeo mpya wa hatari wa kuwasaidia RSF kupata wapiganaji wa ziada katika wakati ambapo vita vimesambaa upande wa kusini mwa nchi hiyo shirika la habari la Reuters hata hivyo halijithibitisha binafsi ikiwa Umoja wa Falme za Kiarabu inahusika kwenye mradi huo wa kuwapa mafunzo RSF au dhamira kambi inayozungumziwa. Wakati shirika hilo lilipoomba kupata tamko la nchi hiyo ya guba, wizara yake ya mambo ya nje ilisema haihusiki na mgogoro wa aina yote nchini Sudan. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka mwaka 2023 baada ya kuibuka mvutano wa madaraka kati ya jeshi rasmi na kundi la RSF kabla kipindi kilichopangwa cha kwanza kwa utawala wa kiraia, vita hivyo vilisambaa na kusababisha matatizo ya chungu nzima katika taifa hilo kuanzia baa la njaa hadi wakimbizi mamilioni. Wa, wa Sudan wamekimbilia Misri, Chad, Libya na Sudan Kusini. Kila upande kwenye vita hivyo unaungwa mkono na mataifa ya kigeni, hali ambayo imekuwa ikichochea zaidi mgogoro huo na kuzidisha kitisho kwamba huenda vita hivyo vitaingia mpaka kwenye mataifa jirani. Reuters limezungumza na vyanzo kumi na tano vyenye ufahamu kuhusu ujenzi wa kambi hiyo na operesheni zake, na vyanzo hivyo vimehusisha pia maafisa wa serikali na wanadiplomasia, lakini pia picha za satellite za eneo hilo. Maafisa wa masuala ya kiintelijensia pamoja na picha za satellite zimeonyesha taarifa ambazo zinawiana na maelezo yaliyoonekana kwenye ripoti ya siri kuhusu usalama ya serikali. Kambi hiyo inaelezwa kwamba iko kwenye ardhi iliyoko katika eneo linaloitwa Menge, kiasi kilomita thelathini na mbili kutoka mpakani kwenye eneo ambalo liko kimkakati likipakana na Sudan Kusini. Itakumbukwa kwamba mnamo mwaka 2025 UAE na jeshi la anga la Ethiopia waliingia kwenye mkataba wa maelewano wa kuimarisha uwezo wa majeshi ya anga ya nchi zote mbili. Naam, ni mwenzangu Michael Kwena aliyetusomea ripoti hiyo. DW inapatikana pia kupitia YouTube. Mwendelezo wa kauli tata za rais wa Marekani Donald Trump zikiwemo kuhusu ushuru wa adhabu hadi madai ya umiliki wa kisiwa cha Greenland, zimeibua mjadala mpya kuhusu mkakati wa ulinzi wa Ulaya ambapo wanadiplomasia, maafisa na wataalamu mwaka uliopita walijihusisha zaidi na kufikiria juu ya kifungu cha mkataba wa jumuiya ya kijeshi ya NATO kuhusu iwapo nchi moja mwanachama ikishambuliwa basi ni sawa na shambulio dhidi ya wote. Je, mataifa ya Ulaya yako tayari kutimiza ahadi hiyo? Doto Bulendu na maelezo zaidi. Kwa muda mrefu ulinzi wa Ulaya umejikita zaidi ndani ya NATO, muungano wa kijeshi unaongozwa kwa kiasi kikubwa na Marekani. Lakini kauli za hivi karibuni kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump zimewafanya viongozi wa Ulaya kujiuliza kama kweli Marekani bado ni mshirika wa kuaminika katika masuala ya ulinzi. Mbali na NATO, kifungu cha 42.7 cha mkataba wa Lisbon cha ulinzi ndani ya Umoja wa Ulaya kinazitaka nchi wanachama kutoa msaada kwa njia zote zilizo katika uwezo wao, iwapo nchi moja itashambuliwa kijeshi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, kifungu hiki kina uzito mkubwa kisheria kinachotoa wigo mpana kwa msaada ndani ya jumuiya ya Ulaya kwa kueleza kuwa msaada hauishii kwenye silaha pekee, bali unaweza kuwa wa kidiplomasia, kifedha ama kibinadamu, ambapo hata nchi zisizoegemea upande wowote kijeshi kama Austria na Ireland nazo zinaweza kushiriki kwa namna hiyo. Hata hivyo wachambuzi wanasema kifungu hiki kina changamoto kubwa kutokana na kuwahi kutumika mara moja tu mnamo mwaka elfumbili na kumi na tano baada ya mashambulizi ya kigaidi nchini Ufaransa na hata wakati huo msaada mwingi ulitolewa kupitia muungano mpana unaoongozwa na Marekani. Christian Crinch aliyewahi kuwa mbunge wa Ujerumani kutoka chama cha SPD na mtaalamu wa sera za ulinzi aliyeambia Dochevele kuwa anaamini kifungo cha 42.7 cha Jumuiya ya Ulaya ni chenye nguvu zaidi kuliko kifungo cha tano cha NATO, angalau kwa maandishi. Sharti la kutoa msaada kwa njia zote zilizo katika uwezo wao lilitafsiriwa kwa upana kuaminisha hadi mwisho wa uwezo wa mtu. Kifungu hicho kinafafanua zaidi kuwa wajibu huo hautahatarisha au kubadili tabia maalum ya sera za usalama na ulinzi za baadhi ya nchi wanachama, ikiwa ni kutambua kwamba kwa baadhi ya nchi ahadi zao kuu za ulinzi zinaundwa zaidi na NATO. Kwa upande wake, Juraj Majsin, mchambuzi wa sera za usalama na ulinzi katika kituo cha sera za ulaya kilichoko Brussels, aliambia Dochevele kuwa tofauti kuu kati ya vifungu vya ulinzi vya jumuiya ya ulaya na NATO ipo katika namna msaada wa ulinzi unavyotolewa. Wakati kifungu cha Jumuia ya Ulaya kinategemea zaidi ushirikiano wa kiserikali na misaada ya pande mbili, kifungu cha NATO cha ulinzi wa pamoja kinawakilisha kanuni pana za kimuundo ya kuzuia mashambulio. Tangu vita vya Ukraini kuanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, nchi nyingi wanachama wa Jumuia ya Ulaya zimeongeza bajeti za ulinzi na kuanza kuunganisha mifumo yao ya kijeshi, ambapo wengi wanautazama ushirikiano kati ya Ujerumani na Uholanzi au Belgiji na Uholanzi katika jeshi la majini kama hatua za kuelekea ulinzi wa pamoja wa Ulaya. Asante sana Doto Bulendo. DW tunavuma kwa kishindo. Tumalizie na ripoti hii kuhusu teknolojia ya roboti ambayo imekuwa ni uraibu unaoongezeka miongoni mwa vijana wa eneo la Laikipia huko nchini Kenya. Ushiriki na ufanisi wao katika mashindano ya kimataifa umedhihirisha kuwa wana ari ya kubobea katika ubunifu wa aina mbalimbali ili kutatua changamoto za kiuchumi na kijamii. Taarifa kamili na Lubega Emmanuel. Mwalimu Jeremaya Kithinji hakuwahi kugusa kompyuta hadi alipomaliza elimu ya sekondari lakini sasa yeye ndiyo mhandisi na mwalimu bingwa wa teknolojia ya roboti katika eneo la Laikipia nchini Kenya, kiasi kwamba wanafunzi wake wanashiriki katika mashindano ya kimataifa. Akiwa darasani, mwalimu huyo mwenye umri wa miaka ishirini na saba tu hushuhudiwa akiwaongoza wanafunzi wake kutumia vifaa mbalimbali kuunda roboti. Hivi ndivyo safari ya vijana hao katika eneo la vijijini imewafikisha katika mataifa kama Singapore, ambako katika mashindano hayo mwalimu wao huyo pia alikuwa miongoni mwa waamuzi. Kwake yeye kushiriki kwenye jukwaa la kimataifa ni kielelezo kuwa wanafunzi wake wamepiga hatua kubwa, na ndio maana sasa ana jukumu zaidi la kuhimiza na kuwezesha makundi ya vijana katika kijiji chake kukumbatia masomo ya sayansi na teknolojia kuanzia ngazi ya sekondari. Uh, Like uh, kimsingi roboti ni kama binadamu. Jinsi mwili ulivyo na hisia ambazo huelekeza viungo, ndivyo zilivyo roboti, kwani zinahisi mwanga na kuelekeza matembezi yake. Tofauti ni kwamba maelekezo haya hutolewa na kompyuta. Ijapokuwa Kenya imefanya juhudi katika kuhamasisha wanafunzi kuvutiwa na masomo ya sayansi na uhandisi kupitia kwenye mtaala mpya bado kuna mapungufu ya kupatikana kwa vifaa stahiki vya mafunzo ya roboti. Makundi ya vijana wa Laikipia, ambayo sasa yana takriban wanafunzi mia mbili, yanafadhiliwa na shirika moja la Marekani lijulikanalo kama sayansi na sutikesi, na ndio lilifadhili safari yao kwenda Singapore. Mwalimu Kithinji anaelezea hivi. Msichana Natalia Wangari mwenye umri wa miaka kumi na minne sasa ana ndoto kubwa ya kuwa daktari bingwa wa upasuaji wa ubongo. Bila kuendesha upasuaji yeye mwenyewe, anaamini kuwa akitumia maarifa yake atatengeneza roboti ambayo itaendesha upasuaji huo. Mwanafunzi mwingine Brian Mubea anaongezea hivi: in science, in suitcase, usually have like 200 students in our... chini ya mpango huu tuna kama wanafunzi mia mbili kutoka klabu zetu lakini idadi katika kilabu moja hutegemea kiwango cha rasilimali walizonazo. Kwa upande wake, Kithinji anaamini ametoa mchango kusuluhisha changamoto kadhaa zinazoikumba nchi yake ya Kenya. Aliwahi kutoa mafunzo kwa timu iliyoshiriki katika mashindano ya Afrika yaliyofanyika Afrika kusini mwaka elfu mbili ishirini na nne ambapo walibuni roboti zinazosaidia katika shughuli za kilimo kama vile kunyunyizia maji na kuendesha pembejeo kadhaa za ukulima. Robotics is easy when you have... teknolojia ya roboti ni rahisi ikiwa una hamasa ya kukuza ubunifu wako kwenda mbali, you can go far. Lakini anaamini zaidi kwamba teknolojia hiyo inaweza kuchangia pakubwa katika utoaji wa huduma za matibabu maeneo ya vijijini. Kwa ajili hii, anataka kujenga mtandao wa kitaifa wa vijana nchini Kenya kubobea katika teknolojia hii. Kwa sasa wanafunzi wake wanajipanga kushiriki katika mashindano yajayo yatakayofanyika Puerto Rico, chini ya kauli mbiu ya mwingiliano kati ya roboti na utamaduni. Na taarifa hiyo ya Lubega Emmanuel ndiyo inatukamilishia mkusanyiko wa ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi hii. Ni DW Bonn. DW afya yako ugonjwa wa kichocho kwenye via vya vya wanawake unaojulikana kitaalamu kama genital chistosomiasis FGS, ni ugonjwa unaosababishwa na minyoo aina ya chistosoma wanaopatikana kwenye mito na maziwa katika maeneo ya kitropiki barani Afrika, Asia na Amerika ya Kusini. Msikilizaji, haya ndiyo maradhi tunayojadili leo kwenye makala ya afya yako. Jina langu ni Musa Navie, karibu. Tatizo ilikuwa vile, nikienda kwa choo nawakuwa na moto hii sehemu ya siri, nikikojoa pia nasikia kuumia. Minyoo wanaosababisha kichocho kwenye via vya uzazi kwa wanawake huhifadhiwa ndani ya konokono kabla ya kusambaa, wanapotemwa kwenye maji na huingia kwenye mwili wa mwanadamu wanapokuwa katika harakati za kufua, kuoga, kuogelea na kadhalika. Pindi wanapowekwa majini, huishi kwa saa nane kabla ya kufa na ni viumbe ambao huandamana wakiwa jinsia mbili, kike na kiume wa kiume humbeba wa kike na kupenyeza kwenye ngozi, kisha wanasafiri kupitia damu katika mishipa midogo hadi ndani ya utumbo au kibofu cha mkojo. Rehema Kiraogona kutoka Kilifi, Kenya, anasema aliugua kichocho cha uzazi kwa miaka mitatu bila kubaini uhalisia wake, ikidhaniwa kuwa ni ugonjwa wa zinaa. Mimi nilifikia mahali yakata, nataka kuachwa na bwana, kwa sababu ananiambia wewe, kila siku wasema wewe unawashwa, labda unaenda nje. Wewe uwajua, ukieleza watu wengine wakabali, labda pengine ulirogwa, ama bwanako alienda kwa wanawake, yeye naye ananishuku kuwa mimi naenda nje. Millicent Ouma, afisa mkuu wa utafiti katika shirika la kijamii la afya LVCT, anabainisha kwamba kuna aina tatu kuu za minyoo inayosababisha kichocho cha uzazi minyoo aina ya Chistosoma haimatubium ambao baada ya kuuma na kuingia mwilini hukaa kwenye kibofu cha mkojo. Aina ya Chistosoma mansoni, minyoo huishi kwenye utumbo na kuanza kutaga mayai, na aina ya Chistosoma japonicum hupatikana kwenye maeneo ya Asia. Shirika la LVCT lilifanya utafiti wa kwanza kabisa wa miaka mitatu dhidi ya ugonjwa huu kwa ufadhili wa shirika la wakfu wa mfuko wa uwekezaji wa watoto na ushirikiano wa wizara ya afya kwenye majimbo ya Homa Bay, Kilifi na Kwale. Muhimu kuelewa kuwa kichocho kwenye via vya uzazi kwa wanawake sio ugonjwa wa zinaa. Mgonjwa huenda akahisi kuumwa na kichwa, kuendesha, kuwashwa alikoumwa na minyoo na kuvimba, ila wapo ambao kamwe wataona dalili hizi ambazo hupotea ndani ya saa 48 za kuumwa na minyoo husika. Mwathiriwa wa ugonjwa huu baada ya wiki kadhaa, miezi au miaka, ataanza kupata dalili kutokana na kiungo cha mwili kilichoathirika. kama ni mfumo wa mkojo, ataanza kuona matone ya damu kwenye mkojo na haja kubwa, maumivu chini ya tumbo. Minyoo hii hutokana na mtu ambaye amedhurika kisha kujisaidia haja ndogo na kubwa kwenye chanzo cha maji. Baadhi ya athari miongoni mwa wanawake ni utahe. Sasa inakuwa vigumu kushika ujauzito, pia yanachangia ujauzito nje ya mfuko wa uzazi, kuharibika kwa mimba, mtoto kuzaliwa akiwa amekufa, kukosa uwezo wa kudhibiti mkojo anapocheka, anapopiga chafya, akikimbia na kadhalika mbali na unyanyapaa, Millicent anasema maradhi haya pia huchangia maambukizi ya maradhi mengine, mfano virusi vya ukimwi VVU na magonjwa ya zinaa kutokana na kukatika kwa sehemu ya uke, na wakati mwingine huibua changamoto kubaini endapo ni ugonjwa huu au mwathiriwa anaugua saratani kutokana na dalili zinazofanana. These can lead... hii inaweza kuchangia unyanyapaa. Mwanamke kutokwa maji kwenye uke au harufu huenda ikaathiri kujiamini na kukosa utulivu miongoni mwa wenzake na hata katika kundi la watu. Pia kubainisha saratani ya shingo ya kizazi dhidi ya ugonjwa huu huenda ikawa vigumu kwa mtu ambaye hana utaalamu wa kutosha, na utakuta baadhi ya visa kufikia uamuzi wa matibabu ya saratani ya shingo ya kizazi. Mhudumu wa afya ya jamii katika jimbo la Homa Bay Steven Ochieng' anaeleza kuwa imechukua muda mrefu kwa wengi kubaini kama wanaugua ugonjwa huu hadi pale unapolipuka na kusababisha hatari na madhara makubwa. Tunavyojua ziwa Victoria ni ziwa lenye maji baridi, watu wetu wanatumia haya maji kwa kumwagilia, kufua, kuoga na kuosha vyombo. Watu wengi bado wanalitumia ziwa hili kwa shughuli nyingi, na hili linawaweka katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa huu. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza makala ya afya yako. Jina langu ni Musa Navie, endelea kuitegea sikio DW. Hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Karibu hapo saa saba mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Zainab Aziz, nakutakia asubuhi njema. <muchilio>